Kumekuwepo na taarifa zinazoibua gumzo kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza juu ya makazi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza tangu alipoanza kazi mnamo Disemba mwaka elfu mbili na kumi na nne. Taarifa hizo ni kuwa mara baada ya mkuu wa mkoa wa Magesa Mulongo kuwasili mkoani Mwanza alikataa kuishi katika nyumba ya serikali na hivyo kulazimika kuishi hoteli ya Malaika. Baada ya hapo alihamia katika nyumba ya kupanga. Taarifa zinabai, zinabainisha matumizi mabaya ya fedha za serikali kutokana na kipindi hicho ambacho mkuu wa mkoa aliishi nje ya nyumba ya serikali. Mwanahabari wetu Sud Shaban na Silvesta Bulengela wamefuatilia kwa kina suala hili na hii ni taarifa yao. Katika mahojiano maalum na katibu tawala wa mkoa wa Mwanza, Faisal Isa amethibitisha kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Magesa Mlongo, baada ya uhamisho wake kutoka mkoani Arusha kuja jijini Mwanza, ili mlazimu kufikia hotelini kwa siku saba kabla ya kuhamia makazi ya kupanga yaliyopo eneo la Kapil Point jijini Mwanza, huku akisubiri ukarabati wa nyumba ya serikali kukamilika. Ukarabati wa nyumba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza ambayo katika mapendekezo ya ukarabati ilitajwa kuwa ni miongoni mwa majengo ya kizamani ya enzi za ukoloni, hivyo litakuwa kufanyiwa ukarabati kwa kuondolewa paa na kuwezekwa upya, kufanya upanuzi wa madirisha, kurekebisha mfumo wa umeme na maji. Maombi ya tarehe nane mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tano kutoka ofisi ya katibu tawala mkoa wa Mwanza yaliyobeba rasimu ya mkataba wa kukarabati nyumba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa mwanasheria mkuu yalibainisha wazi ukarabati ambao ungegharimu shilingi za Kitanzania milioni mia moja themanini na tatu laki tatu na elfu nane mia sita ishirini na tano huku rasimu hiyo ikitoa tahadhari ya kupitishwa kwa haraka kwa maombi hayo ili kuepusha gharama kubwa ya ulipwaji wa nyumba ya kupanga ya mkuu wa mkoa. Ukarabati huu ulisimamiwa na wakala wa majengo Tanzania, chini ya meneja wa mkoa Joseph Mtalo, ambaye amethibitisha kufanyika kwa ukarabati wa nyumba ndani ya miezi mitano mitatu ya makubaliano ya mkataba. Miezi mingine miwili ililazimika kuongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ucheleweshwaji wa fedha, na hivyo kufanya ukarabati kukamilika Novemba 2015 na mkuu wa mkoa kurejea katika makazi yake ya kiserikali. Utafiti huu wa Star TV kujua undani wa ulakini wa makazi ya mkuu wa mkoa uliibuka katika mkutano wa waandishi wa habari wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza. Baada ya kufika hapa akakuta akaku, akaku, akaku ile nyumba ina ina mpango ukarabatiwa, tunachokifahamu si tunachokifahamu kama kama chama, ikabidi afikie hotelini. Alipofikia hotelini, amefikia hotelini, amekaa sizani kama amekaa hata kama siku sita au saba hivi baadaye akapatiwa nyumba nyingine akatoka hoteli, lakini pakaweko na utaratibu wa ukarabatiwe ile nyumba, ndio maana akawa akawa nje ya ya ya ya ile nyumba ambayo alitakiwa akae kama mkuu wa mkoa. Sudi Shabani Star TV Mwanza.